Mbaombbbbgmbab mbao hapa bei ya joli, ya joli manzee nakwambia, hapa ni kudunda kudonjo hapa. Unakuja unajishikia mstandi mkubwa hivi hivi, bagi ya spot bagi ya bagi ya manzee, kama manzee unajichugulia unakiandika chief manzee, najihugulia mbao manzee